Mtu leo tena hajui kama watu hawa wanampenda yeye, amelala lakini, watu tulioko mahali hapa, tujifunze ya kwamba kuishi na watu vizuri, kumtumikia Mungu wa mbinguni hakika ni jambo la busara. Viongozi wote waheshimiwa wa madiwani, mwenyekiti wa halmashauri, nakupa pole, maana najua umetokewa na jemedari lakini pamoja na hayo Mungu atainua tena, na hata hao waliofanya hayo, nimewaambia Mungu anapenda kuwafunua katika jina la Yesu. Hakuna sababu, hakuna siasa. Kama ni siasa, kama ni nini, kama ni chochote kilichosababisha kufanya namna hii, hapana, tunakemea watu wote. Usidanganywe na shilingi mia mbili na tena fanya namna hii, huwa hawapewi pesa nyingi, anaweza kupewa elfu sitini ambayo itamtesa maisha yake yote, itatesa familia yake yote. Kwa nini ufanye hivyo? Kwa nini ufanye hivyo? Nenda kwa Yesu. Yesu alipokufa pale msalabani, alitangaza wazi ya kwamba mtu yoyote akimwamini ataokolewa na atasimama katika kweli. Mheshimiwa Baba Skof, nimesimama hapa kwa niaba ya Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi Daktari Emmanuel Nchimbi. Alitamani sana kufika kwenye msiba huu, lakini yupo kwenye ziara kule Ruvuma, na amenituma salamu za pole kwa familia ya marehemu diwani wetu Martin Mpemba, na ametuma salamu kwa wanakakonko wote. Ameniambia niwaambie poleni sana sana sana sana. Mheshimiwa Baba Askofu, tulipopata taarifa hii ya msiba ulikuwa ni kushtua kidogo. Taarifa nilizozipata mwanzo ilikuwa inaonekana marehemu wameumizwa na wamekimbizwa hospitali ya wilaya, baadaye katibu wangu ananiambia wanafanya utaratibu wa kumpeleka Bugando Mwanza, nami nikaanza mawasiliano kule Mwanza, tukapata daktari wa Bugando, baadaye tukawasiliana na manager wa TANROADS wa mkoa ili tuweze kupita pale darajani tusisubiri kivuko. Lakini baada ya dakika ishirini akanirudia akaniambia, bwana Mpemba ametuaga. Kwa inauma, lakini ndio kazi ya Mungu. Mambo aliyozungumza mahali hapa baba mchungaji yametukumbusha. Niwaombe tu ndugu zangu, tuendelee kwa uvumilivu. Serikali iko kazini, inaendelea kufanya uchunguzi na itakapokamilika, hatua stahiki zitachukuliwa kwa wahusika na maombi ya baba askofu mali hapa, mi nayaamini kwamba muhusika lazima apatikane. Bwana Yesu asifiwe sana. Pole sana waombolezaji, na Mwenyezi Mungu awatie nguvu. Eh, kwa niaba ya watumishi wote wa halmashauri ya wilaya Kakonko nami naomba nitoe pole dadhati kwa familia ya marehemu lakini pia kwa waombolezaji wote. Marehemu mpemba alikuwa ndiwani wetu na mimi kama mkurugenzi ni katibu pia wa baraza la madiwani kwa hiyo kuondoka kwake imetupa majonzi makubwa sana. Tarehe mbili, marehemu Mpemba alikuja mjini akanitafuta, tukaonana, tukaongea nilikuwa jioni, nikamwambia naenda kuangalia mpira wa Simba, kanaambia nakutakia kila heri kwenye mpira ukashinde. Bahati mbaya sikushinda, lakini kesho yake majira ya saa moja nusu saa mbili nikapigiwa simu kwamba amepata changamoto ya kupigwa, kaetwa hospitali pale na nikwepo hospitali Leka mpaka za mwisho tunampeleka na mbio si mgando akafia njiani. Ni kwa hiyo ilikuwa ni kama Mungu alimleta ile tarehe mbili tu agani. Make ni rafiki yangu pia. Hakuwa ni diwani wangu lakini ni rafiki yangu. Na bahati nzuri madiwani wote karibu ni marafiki zangu. Kwa hiyo niwape pole sana familia na ndugu zetu wote ambao waombolezaji wote, tuendelee kumtumaini Mungu, kama walivyosema serikali iko kazini itafanya kazi yake, lakini pia mambo mengi yamesemwa. Tusiripize kisasi Warumi 12 mstari wa 19, Biblia inasema tuzijilipizie nini kisasi, tuipishe ghadhabu okay, ya Mungu ifanye kazi <tipi> mimi binafsi nitoe pore nyingi sana kwa familia, lakini kwa kamati ya siasa ya kata ambao walimtengeneza mheshimiwa diwani kwa Chama cha Mapinduzi wilaya na mkoa lakini kwa mheshimiwa DC poleni sana wote. Mimi nilikuwa tayari Dodoma kwa shughuli za bunge, lakini nimelazimika kuja kumsindikiza mwenzangu, na spika nimeomba ruhusa, ameniruhusu na anawapa pole nyingi sana, Dr Tulia Axson spika wetu wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania na rais wa mabunge duniani. Mbunge huyu na diwani wetu ni mbunge wa kata, aliwapenda sana na alitimiza wajibu wake kwenu, aliwasemea. Na kwangu mimi alikuwa akiwasilisha changamoto mbalimbali mbali zinazo kabili kata hii, ambacho nakiomba ninyi wananchi wa kata hii katika kumwenzi yale ambayo amejitahidi kwa uwezo wake kuyafanya naomba muyaenzi kwa kuyalinda na kwa kuyatumia vema. Lakini wanasema kwamba mti mkubwa ukianguka, ndege wanasambaa. Lakini niombe familia, msisambae. Tulimtegemea baba huyu, alikuwa mshauri alikuwa mwelekezaji lakini sasa hayupo. Familia ipo na waona watoto wa kiume, ebu iweni faraja kwa mama. Nimesimama hapa mbele yenu kwa ajili ya kutoa salamu za pole kwa wafiwa lakini na jamii yote e, ya Wanakakonko na Wanakigoma. Jana tulikuwa na mheshimiwa waziri wa nchi ofisi ya e, Rais Ikulu kazi maalum, anaitwa e, Mkuchika. Na alipokuwa katika safari yake jioni, aliripoti kwa mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu hasani e, kwa masikitiko makubwa amehuzunishwa sana na kifo hiki cha mheshimiwa diwani wetu Mpemba, na ametoa maelekezo e, siku ya mazishi leo mimi nitoe salamu hizo za mheshimiwa rais kuzifikisha kwenu, na salamu hizi haziishii tu kwa familia hii, lakini na kwa wananchi wote wa wilaya ya Kakonko, ningeomba e, salamu hizi za pole muweze kuzipokea. Lakini niseme tu, diwani wetu huyu tumefanya naye kazi na kwa kweli ni mchapakazi, afanya kazi nzuri kwa kipindi chake chote, na taarifa cha kifo chake kimetusitua sana. Mimi nilipigiwa simu na mkurugenzi mtendaji nikiwa Dodoma, nilishtuka kwa kweli Nilishtuka sana na nilihangaika kule na huku na huku kumpigia simu DMO, lakini na watendaji wengine, lakini kwa ripoti ambazo nilikuwa nimezipata mwanzoni kwamba hali yake sio nzuri, nilisikitika nilisikitika. Na kwa hakika waliofanya kitendo hiki, hakijatupendeza sisi kama viongozi wa wilaya, lakini na wananchi kwa ujumla kimetuhuzunisha sana tena sana sana sana. Hatutarajii tuone mtu anampiga mwenzake. Mambo haya sasa yamebaki ni kwa wanyama, wanyama ndo wanapigana mpaka kuuana. Sisi kama binadamu hatustahili kufanya hivyo. Kwa hiyo tunaomba sana, tabia hii ndani ya wilaya ikome. Baadhi ya watu wachache eh, wanaendeleza tabia hii kujichukulia sheria mkononi, hatupendi. Kutumia nafasi hii, ningeomba sana watu wabadilike tabia. Ya mtu mmekopeshana, amechelewa kukulipa, basi unamuua? Hatupendi. Mmekozana eh, kidogo kwenye maneno, we, adhabu yake unaona iliyo bora ni kumuua Ameingia kidogo kwenye mpaka wako wa shamba, adhabu yake wewe unaona ni kumuua. Sasa sisi tunakuwa ni jamii aina gani? Jamii ambayo haijui ukubwa wa kosa, jamii ambayo haitaki kufuata e, mlolongo wa kisheria. Ningeomba sana ndugu zangu, e, kwanza tukemee, lakini tubadilike. Haipendezi, inatutenga sisi pamoja na dunia nyingine kwa upande wa serikali sisi tuko e, makini na tunafanya kazi yetu vizuri. Vyombo vyetu vya usalama vimesimama imara, wameshaanza kufanya kazi yao na wamefikia hatua nzuri, hatupendi kuitangaza hapa, lakini kila aliyekuwa anajihusisha katika tendo hili maanake, atambue tutamfikia, na wale wengine wote ambao wana mawazo ya kuendeleza kufanya matendo haya watambue, serikali yetu hii ina weledi mkubwa, e, ina information nyingi. Macho yetu ni mapana, masikio yetu ni mapana, kwa hiyo tutaona huko waliko na tutasikia, na hatua tutazichukua. Tunalotaka kutoka kwenu nyewe wananchi, swala la ulinzi na usalama siyo la vyombo vya usalama peke yake, ni la kwetu sisi sote. Kila mtu hapa, unayemuona jirani yako, wewe mwenyewe ni mlinzi eh, wa maisha yetu, lakini na mali zetu. Tunataka tupeane taarifa, tupeane taarifa wakati mwafaka, ili sisi tuweze kuchukua hatua. Mihimili yetu ya kisheria imeendelea kuboreshwa, kuna haki jinai sasa kwenye haki jinai, hatuwezi kuchukua hatua, hatuwezi kumfikisha mtu mahakamani kama hatujajiridhisha kwamba huyu mtu kafanya makosa. Hatufanyi hivyo. Sasa hivi tuko kwenye levo nyingine ya ustaarabu kwenye upande wa sheria. Sasa ningeomba sana wananchi wote kwa ujumla, tushirikiane na vyombo vya usalama, tutoe hizi taarifa e, ili jamii yetu iweze kubakia salama. Pasipokuwa na taarifa, mambo haya yataendelea kujirudia. Tusipokuwa na uhakika wa e, wauaji, mambo haya yataendelea kujirudia. Sisi tunataka yakome. Runaku Mpemba, marehemu bwana Martin Runaku Mpemba alizaliwa tarehe saba mwezi wa tisa elfu moja mia tisa sitini na tano katika kijiji cha Kigarama kata ya Kabingo wilaya Kakonko mkoa wa Kigoma. Marehemu alianza elimu ya msingi katika shule ya Ntamba kisha akaendelea katika shule ya Kasanda na Nyamtukuza. Alihitimu sekondari katika shule ya sekondari Kigoma kisha akasoma chuo cha ualimu Tabora. Pia alipitia mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa JKT katika kambi ya Bulombora Kigoma kwa mwaka mmoja. Marehemu alikuwa mtumishi wa umma aliyehudumu kwa bidii katika sekta ya elimu na uongozi. Alianza kama mwalimu wa shule ya msingi, kisha akawa mwalimu mkuu katika shule ya shule za Nyakasanda, Mkarazi na Kibondo kuanzia mwaka na tano hadi elfu mbili na kumi na tano alichaguliwa kuwa mwenyekiti wa chama cha walimu Tanzania CWT wilaya ya Kibondo kwa awamu nne mfululizo. Baadaye alihudumu kama mwenyekiti wa CWT mkoa wa Kigoma kwa awamu moja na miaka mitatu kuanzia 2017 hadi 2020. Pia aliwahi kuhudumu kama mratibu elimu kata mwaka 2020 katika uchaguzi mkuu alichaguliwa kuwa diwani wa kata ya Kiziguzigu, nafasi aliyohudumu mpaka umauti ulipomkuta. Marehemu alifariki dunia tarehe 3 Aprili 2025 saa 5 na, na dakika 45 usiku akiwa njiani kuelekea hospitali ya rufaa Bugando baada ya kujeruhiwa kwa kupigwa na kitu chenye ncha kali maeneo ya kichwani. Mazishi mazishi yanafanyika leo tarehe 6 Aprili 25 katika kijiji cha Ruyenzi kata ya Kiziguzigu wilayani Kakonko. Tukio hili linahudhuriwa na familia, jamaa, marafiki na viongozi wa serikali, dini pamoja na wanajamii kwa ujumla. Marehemu atakumbukwa kama kiongozi mwenye maono, mwalimu aliyejitoa kwa dhati, mlezi wa familia na mchungaji aliyekuwa na moyo wa huduma kwa jamii. Maisha yake yalijaa upendo, busara, uadilifu na kujitolea kwa ajili ya maendeleo ya wengine. Ameacha alama isiyofutika katika mioyo ya familia, marafiki jamii kwa ujumla. Bwana alitoa, na Bwana ametwaa, jina la Bwana lihimidiwe.